Kwanza nianze kwa kumshukuru Mwenyezi Mungu kama walivyoanza wenzangu kwa kutujalia afya njema, lakini pia kutuwezesha kukutana hapa leo hii kwenye tukio muhimu ambalo pia limehudhuriwa vizuri. Nashukuru sana na nawapongeza sana kwa hiyo, lakini pia nichukue fursa hii kuwapongeza sana uongozi wa benki ya NMB kwa kuandaa tukio hili muhimu, lakini pia kwa kunialika mimi kwa mgeni rasmi. Nawashukuru sana sana sana kwa hilo, lakini pia tunawashukuru sana kwa kufanya maboresho muhimu kwa wakandarasi ambayo leo pia mtayawasilisha mbele ya wakandarasi hapa. Nawashukuru bodi ya usajili wa wakandarasi kupitia kwa mwenyekiti wake ndugu Ali Said Bakari. Lakini pia nishukuru sana kwamba kazi nzuri sana inayofanywa na wakandarasi wetu katika utekelezaji wa miradi mbalimbali hapa Zanzibar, lakini kwa Tanzania kwa ujumla. Jambo hili la maboresho, niseme hili ni jambo jema sana, kwani litawafaidisha wakandarasi wetu. Sekta ya ujenzi ni sekta muhimu kwa nchi yoyote, inachangia moja kwa moja katika uchumi, lakini pia inaleta ustawi wananchi mmoja mmoja na kwa nchi kwa ujumla. Nchi zote zilizoendelea mkazo mkubwa uliwekwa kwanza kwenye miundombinu na katika jitihada hizo hizo, hizo serikali zetu zote mbili, serikali ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar, imeweka mkazo huu. Hapa Zanzibar tuna sekta kuu nne: utalii, uchumi wa bluu, usafiri na usafirishaji kwa maana connectivity lakini na ustawi, huduma za ustawi wa jamii, na zote hizo zinahitaji miundo mbinu, na zote hizo zinahitaji wakandarasi. Lakini katika utekelezaji wake pia zinahitaji resources, fedha. Kwa hiyo, kuna muunganiko wa moja kwa moja, taasisi zetu za kifedha wakandarasi, serikali na wananchi kwa ujumla. Kwa hiyo kuwepo kwetu hapa sio kwa bahati mbaya, ni kitu ambacho hakika kinahitajika, kwa sababu tunategemeana. Serikali inategemea wakandarasi, serikali inategemea huduma za kifedha, taasisi za kifedha, lakini pia taasisi za kifedha zinategemea wateja pia ambao ndo sisi. Kwa hiyo huu mkutano ni muhimu sana na utatoa fursa adhimu sana, hasa kwa wazawa, imeelezwa kuweza kuondokana na changamoto za kifedha ambazo wakati mwingine mnakuwa nazo. Huko nyuma tulikuwa tukitoa kazi kwa mkandarasi mzao, unajiuliza mara nyingi sasa mradi utamaliza kweli, unaweza kukwama njiani, na zilikuwepo mifano ilikuwepo. Lakini pamoja na yote hayo, serikali zetu zote mbili, viongozi wetu wakasema, hapana, lazima tuweke mkazo wa kuinua mkandarasi wazawa, tuwekeze kwao kwa kuwajengea kwa, kwa uwezo uwezo wa kitaaluma uwezo wa kifedha lakini pia uwezo wa kuwaamini kwamba wanaweza kufanya kazi hizo, na nashukuru sasa hivi majengo yetu mengi sana ya mashule, mahospitali yanajengwa na kampuni sawasawa. Kwa hiyo tunaweza tukiwa na nia, tunaweza lakini yakiweko mambo ambayo yataweka urahisi wa kazi zenu, tutaweza zaidi. Ni washukuru sana ndugu zetu wa NMB, mmekuwa wadau wakubwa, wadau wakubwa kwa maendeleo ya nchi yetu. Kama ulivyosema mkurugenzi mtendaji hapa, mmeisaidia sana serikali katika utekelezaji wa miradi yetu ya kimkakati Zanzibar tumeanza kupiga hatua kubwa sana. The same kwa Tanzania bara, miradi mikubwa sana ya maendeleo inaendelea kujengwa, mengine imekamilika. Na kwa sasa kwa hapa Zanzibar, mtu akiwa hajaja kama mwaka mmoja miaka miwili nyuma, akija anashangaa. Networks za barabara ziko vizuri. Ndani ya kipindi hicho miaka mitano ya mwanzo tumeweza kujenga zaidi ya kilomita alfu moja na themanini na nane Nguja na Pemba, mjini, vijijini, barabara zetu rasmi hadi sasa ni kilomita 1344. Sasa ndani ya miaka mitano kama tumeweza kujenga kilomita alfu moja themanini na nne hiyo ni kazi kubwa sana, lazima tuwapongeze viongozi wetu, tuwapongeze marais wetu kwa maono yao, lakini pia na miongozo wanayotupatia. Ndani ya miaka mitano ijayo kwa barabara tu, serikali ya mapinduzi ya Zanzibar imepanga kujenga zaidi ya kilomita mia nane ndani yake mtakuwa na madaraja makubwa. Tuna mpango wa kujenga daraja la Uzi Uzi Fuaka Charawe, lakini hilo litaunganisha barabara kubwa itakayotoka Nungwi mpaka Charawe, Kongoroni, inakwenda zake Bwejuu, Makunduchi lakini pia tunafikiria kuwa na mipango hata ya kuunganisha kisiwa cha Tumbatu. Ni miradi mikubwa, miradi ya kimkakati, na nadhani sote wazawa na, na pia kampuni za kutoka nje, tuna nafasi ya kushiriki katika kazi hizo. Kwa tujipange vizuri tu, nchi bado inataka kujengwa zaidi Haya tunayoona siwezi kusema hata robo. Tuna kazi kubwa sana ya kufanya huko mbele, na wafanyaji ndio sio, tumobilize internal resources, benki zetu zipo, zitatusaidia. Wakandarasi sasa wapo, wenye ujuzi wasimamizi wa miradi hiyo wapo. Tufanye kazi kwa mashirikiano, na inshallah Mwenyezi Mungu atatusaidia, tutaendelea katika nchi lakini ni NMB mbali ya kutoa fursa za mikopo bado mnaweza kusaidia kwenye ushauri, ushauri wa kifedha, financial advice. Wakandarasi hasa wazawa, tunahitaji kuwajengea uwezo katika masuala ya bajeti masuala ya cash flow management, masuala ya forecasting, masuala ya risk management. Sasa tunataka kampuni ikianzishwa ikue, isiwe inafanya kazi moja alafu imekolapse. Kuwe na ili iweze kukua, lazima iwe na tools hizi na nyinyi mnaweza mkawasaidia mbali tu ya kutoa fursa za mikopo lakini, hata wakishapata hiyo mikopo, namna gani wanaitumia hiyo mikopo kuhakikisha inaleta tija, lakini na kazi iliyokusudiwa inakamilika. Nimezisema fursa ambazo tunazo, zipo nyingi. Niwaombe tu kwamba tushirikiane sasa katika kuzitekeleza fursa hizo na ndani ya miaka mitano hii tunataka kuwa na mabadiliko makubwa zaidi. Mheshimiwa Rais alivyo, baada ya kutuchagua na kutuapisha, alisema mara hii tutakuwa tunafanya kazi kwa kufikia malengo, kufikia KPIs, key performance indicators, na tutakuwa na performance contracts yale yote yaliyoelezwa katika ilani ya Chama cha Mapinduzi, lakini yale yaliyoko katika Dira ya Maendeleo Vision 2050, lakini pia na mpango wa kati wa maendeleo zade tunaofikia sasa. Kwetu sisi tuna mambo mengi, malizia barabara kuanza ujenzi wa barabara mpya hizo kilomita zaidi ya 800 kujenga jengo la terminal four katika uwanja wa Abeid Amani Karume, kukamilisha kazi ya ujenzi wa jengo la airport na extension ya runway ya Pemba, lakini pia kujenga uwanja wa ndege wa Kigunda. Hiyo ni miradi katika miradi ambayo inakuja, lakini pia kwenye bandari kamilisha bandari ya Mpiga duri, kufanya marekebisho makubwa katika bandari ya Malindi. Tuna mipango ya kujenga bandari Kizimkazi, tumesha na tumeshazungumza na wenzetu wa TPA kwamba tuwe na corresponding facilities kwa upande wa mainland, kwa sababu pale ni mahala pafupi sana, ndani ya dakika 30 35 uko Dar es Salaam ama uko Unguja kwa waliokuwa hawapendi kukaa kwenye bahari muda mrefu, ni fursa kwao, lakini wafanya biashara, ni fursa kwa sababu so watakuwa na uwezo wa kwenda na kurudi kwa urahisi zaidi, lakini hiyo italeta hata social integration. Unaweza ukaoa Dar es Salaam uwili ukaweko huko, rahisi mara mbili tatu unakwenda na kurudi sasa hayo ni hatua za maendeleo serikali ya mapinduzi ya Zanzibar inakusudia kufanya na kutekeleza katika, mipa, katika mipango yake ya muda wa miaka mitano. Kutokana na umuhimu wa sekta hii, sina haja ya kuelezea zaidi, lakini niseme tu kwamba nitoe pongezi sana na nasaha kwa NMB. Kama nilivyosema, mnafanya kazi nzuri, ni benki ambayo ipo karibu zaidi na serikali na ni benki ambayo ipo karibu zaidi na wananchi, na wala sisemi hilo kwa kuwapigia debe, nasema kiudhati, na hasa wenyewe mlivyotoa zile tathmini zenu, ni benki ambayo imeenea katika miji na vijiji bara na Zanzibar. Mmesema hapa kwamba kuna maeneo hukuti benki nyingine lakini NMB. Kwa hivyo ile branch network yenu ni kubwa, kwa hivyo mna uwezo wa kuwafikia watu wengi zaidi, lakini mko karibu, kwa sababu mmeisaidia sana Serikali ya Mapinduzi ya Zanzibar katika kutoa mikopo nafuu kwa ujenzi wa miradi au utekelezaji wa miradi ya kimkakati mefanya kazi kubwa lakini na kwa maboresho haya ambayo umeyazungumza kidogo nayo na inaongeza ukaribu wenu kwa wananchi, kwa maana mbali ya kusaidia wakopaji wakubwa, fanya biashara wakubwa, wakandarasi wakubwa, lakini pia mna focus kwa wajasiriamali wadogo wadogo na wananchi wadogo wadogo na kuweza kuwa uplift, ili nao waweze kumudu maisha yao lakini pia kujiendeleza. Hongereni sana kwa hilo, lakini pia nawapa pongezi na hongera nyingi kwa kuja na masuluhisho ambayo yatatoa uh, fursa kwa wakandarasi wetu kuondokana na changamoto ambazo zinawakabili. Wakati mwingine tunakuwa tuna saini na mkandarasi mzawa lakini hawezi kuanza kazi kama hujampa advance payment. Wakati kwa wakandarasi wakubwa hasa wanaotoka nje, ambao wana financial muscles, ukisha saini anaanza kazi. Tunataka na wakandarasi wazawa wawe na uwezo huo, asiwe kwamba anategemea alipwe advance payment, fedha za utangulizi, ndio aanze mradi lakini tulikuwa na wakandarasi themanini. Sisemi kwa nia mbaya, unampa advance payment anaenda itumia kwa shughuli yingine, mradi unalala, imani yetu kwa wakandarasi inaanza kushuka, wakandarasi wazawa. Au unampa advance payment ameshachukua miradi mingi fedha ya huku anaipeleka kule, akilipwa kule huku anatiwa mkiki, anaichukua malipo ya kule certificate number one anaileta huku. Kwa hivyo uwezo wake unakuwa ni wa mashaka. Masuluhisho haya yataweza kuwasaidia kuondokana na changamoto hizo. Tusisubiri malipo ya IPC, tuwe na uwezo wa kuweza ku manage cash flow zetu tuweze kutekeleza miradi yetu bila ya kuhangaika. Lakini pia kupata kazi kubwa, wakati mwingine, na sio wakati mwingine, wakati wote, kuna hitaji uwe na zana, kwa sababu uwepo wa zana ni moja ya assessment au kriteria itakayotumika katika kufanya evaluation ya uwezo wa kampuni Kama huwezi kutimiza zana hizo fursa hizi za kuweza kupata fedha na kupata zana hizo, kwa hiyo kuna maingiliano makubwa sana kutokana na haya mawasilisho yanayofanywa hapa ma, maboresho yaliyofanywa hapa lakini na kuwezeshwa kwa wakandarasi wetu kuweza kumudu kazi zao, na wakati mwingine tuna kazi kubwa ambazo wazawa moja mmoja hatuwezi uzimudu au kumudu ushindani. Tuwe na moyo na tusiwe wachoyo wa, wa kushirikiana na pool resources, natengeneza JV au hata kuchukua subcontract katika kutekeleza miradi mikubwa hiyo nayo, na itawasaidia wakandarasi wetu kuweza kukua. Na kufikia katika viwango huko mbele, tusitegemee tena wakandarasi kutoka nje tu. Tuna wakandarasi wetu wenyewe wenye ujuzi na uwezo. Benki hii na benki nyingine, lakini hii tayari imeshajitolea, itawasaidia katika kufikia uh, uh, madhumuni au malengo hayo. Lakini pia niwaombe, ndugu zangu wa NMB Mbali ya maboresho haya bado mwendelee kufikiria kuinovate zaidi na kuja na product ambazo zitazidi kuwasaidia wakandarasi wetu, lakini pia na wateja wengine katika industries nyingine. Nitawaomba hapa ndugu zangu washiriki kwamba wakati wa mawasilisho tusikilize kwa makini lakini na zile changamoto ambazo zinawakabili muzitoe zitoe wazi wazi ili ziwasaidie wezetu hawa katika kwenda kufikiria mbinu mpya au product mpya ambazo zitaweza kutusaidia. Ni kweli nimepata taarifa kwamba benki ya NMB ni benki inayoaminika nchini na ni benki ambayo ipo karibu sana na serikali na wananchi na ni benki ambayo ipo salama zaidi ulilizungumza hivi ipo salama zaidi hapa tanzania kwa mujibu wa jarida la Global Banking and Finance la mwaka 2025 naomba tuendelee na, na juhudi hizi tusirudi nyuma nyinyi ni wadau wakubwa sana katika maendeleo ya nchi yetu lakini kwa wakandarasi na saa zangu, nitumie fursa hii kuwaomba kwamba fursa zinazotoka hapa mzipokee, mzitumie, mzifuatilie katika network za benki, matawi yao mbalimbali mbali, mzifuatilie. Lakini pia nawashauri kwamba mfanye kazi kwa ufanisi zaidi, kwa tija, kuweka uzalendo mbele, kwa sababu miundo mbinu hii tunayoijenga ni yetu, kwa matumizi yetu ya vizazi vyetu, ya vijukuu vyetu. Kwa uzalendo unahitajika, kutumia fursa kunahitajika, lakini pia ufanisi unahitajika lakini pia ni wanasi ndugu zangu wa kandarasi, tunapopata kazi tukamilishe kazi hizo kwa wakati. Tumie fursa ziliyopo, kamilisha kazi. Wakati mwingine unaweza ukafanya kazi halafu ile kazi ukaona faida yake sio ndogo, au ukaona kwamba ah, nilikosea katika calculation zangu, napata hasara nyie wenyewe mnajua ni wafanyabiashara ni vyema ukamilishe kazi ili ujijengee mustakbali mwema kwa kazi nyingine kiamua kuharibu hii ndo tayari umeshajitoa kabisa katika industry sasa fursa hizi tuzitumie vizuri tuhakikishe tuna liquidity ya kutosha tuhakikishe tuna manage cash flow zetu vizuri, ili miradi itekelezwe kwa kiwango, itekelezwe kwa wakati, kwa sababu ukitekeleza kwa wakati, client anaweza kufikiria kukupa kazi nyingine. Wapo hapa waliojenga maskuli, baada ya kukamilisha walipewa kazi nyingine. Lakini zipo kampuni ambazo tumezi blacklist. Tukukasimu unajua, na wako wengine tunataka kuwaingiza katika blacklist hivi sasa kwa kushindwa kufanya kazi katika miradi waliopewa kwenye sehemu mbalimbali. Sasa mtu anapewa miradi mitatu, alafu kote under performance, huyo yeye mwenyewe anajipeleka kuwa blacklist. Chukua kazi unayoweza, kamilisha kazi yako, hiyo itakupa fursa na imani ya kwamba upewe kazi nyingine. Kwa hiyo huo ni ushauri wangu. la kushirikiana kwa kazi kubwa ambazo tunahisi kampuni moja haiwezi kufanya peke yake, dhani nalo ni wazo la kulifikiria tuweze kuweka JV, lakini pia nitumie fursa hii, pamoja na yote kuwapongeza sana wakandarasi wetu nafanya kazi nzuri. Wakandarasi wazalendo, mmekuwa mkifanya kazi nzuri. Miradi yetu mingi sana ya majengo sasa hivi inafanywa na wakandarasi wazalendo, iwe majengo ya makazi, iwe majengo ya kibiashara. Mnafanya kazi kubwa na nzuri. Wale wachache, tunahitaji kujirekebisha ili kuhakikisha kwamba tunaingia katika mkondo wa kufanya kazi kwa uadilifu. Kwa uzalendo. Sisi kama serikali tutaendelea kuweka mazingira mazuri, tutaendelea kuweka mazingira mazuri ya kisera, mazingira mazuri ya kisheria, mazingira mazuri ya kikodi, lakini kodi ni lazima tulipe, kwa sababu ndio zinazoendesha nchi. Na napongeza sana NMB kwa kuwa walipaji kodi wazuri. Nataka na wengine wote wafanye hivyo, tuwe na voluntary compliance kwa sababu kodi ndizo zinazojenga nchi na ndizo zinazoleta ustawi katika jamii. Sisi tutaweka mazingira hayo kwa taasisi za kifedha kama serikali, kwa wakandarasi na wadau wengine wote, ili azma ya serikali ya kuleta maendeleo katika nchi yetu yaweze kufikiwa. Lakini kama serikali tutaendelea kubuni na kuibua miradi mingine mipya ambayo tutahisi itakuwa na tija kwa nchi yetu, ili miradi hiyo sasa itoe fursa kwenu, lakini pia iwe ni fursa ya kukuza ajira katika nchi yetu. Vijana wengi wanasubiri ajira na nadhani sekta ya ujenzi ina nafasi kubwa sana katika kukuza fursa za ajira nchi yetu na washauri musikilize kwa makini mawasilisho yatakayowasilishwa, muchangie vizuri, muibue hoja, muibue pia changamoto zenu, ili wenzetu hawa waweze kuzichukua na kwenda kuzifanyia kazi. sa So, baada ya kusema hayo machache kwa heshima na taadhima, naomba nitamke rasmi kwamba mkutano huu muhimu wa wakandarasi wetu ulioandaliwa na benki ya NMB nimeufungua rasmi na asanteni sana kwa kunisikiliza.